Asante sana, asante sana. Ni maji ya kutosha, ni maji ya kutosha sana. Shughuli hii ni muhimu kwetu sisi watu wa Munduli, ni muhimu kwetu sisi watu wa Munduli juu lakini shughuli hii ni muhimu sana kwa Imorijo, lakini wenzetu wa Ruwasa wakaona ni busara kwamba wiki ya maji, wiki ya maji kwa mkoa wa Arusha imeanza tangu juzi tarehe kumi na sita. Naamini tarehe kumi na sita mwezi wa tatu ndio wiki ya maji ilianza, lakini kwa mkoa wa Arusha wakaona ni heshima kuzindua wiki ya maji kwenye kijiji kwenye kitongoji cha Imorijo. Yongereni sana, tunawashukuru sana. Leo tunafanya tendo kubwa la uzinduzi wa maji. Jambo la maji ni jambo kubwa na la kihistoria Monduli yetu. Kubwa na kihistoria Monduli yetu, wakati ule miaka ile ya uongozi wa wakina mzee teknolojia ilikuwa bado kuchimba maji. Kwa wilaya yetu wa Monduli ilikuwa ni changamoto kubwa sana, kwa hata mimi napoingia kwa nafasi hii mwaka elfu mbili na ishirini changamoto ya maji bado ndio lilikuwa tatizo kubwa sana kwa sisi watu wa Monduli, na mimi nilipokea changamoto lile lakini kwa kweli sikuingia kwa matumaini makubwa sana kwa sababu niliambiwa bado vyanzo vya maji ni vile ambavyo vinatokea kule Ngaramtoni wilaya ya Rumeru, na kuvuta mpaka hapa ni zaidi ya kilomita 40 50, kwa hiyo ni mradi ya gharama kubwa sana. Kwa hiyo tukamkumbushia Mama Samia Suluhu Hassan alipokuja Makuyuni, nikakumbusha na kupitia waziri wetu wa maji ambaye ana upendo mkubwa sana na wana Monduli, nikamkumbushia kwamba ahadi ya maji kwa Monduli ni jambo muhimu sana, lakini iliahidiwa, mchakato ukafanyika, na tunashukuru leo meneja wa maji ametangaza, ametangaza kwa Monduli sasa hivi tuna miraji ya takribani milioni 37, bilioni 37 ya maji kwa wilaya ya Monduli peke yake lakini lakini sio hivyo tu, ni miradi ya maji ambayo inakwenda kutatua au kufungua jambo la maji ambalo lilikuwa la muda mrefu sana. Tukiongelea, nafahamu wengi mnashuka Nanja hapa. Wakati ule tumekuja hapa kwenye maji haya, watu wa Ngaroji wengi wako wamekuja hapa, na tulishukia hapa kwenda kwenye bwawa la Nanja, lilikuwa na matatizo watu wetu wa pale walikuwa hawajawahi kuona maji ya bomba tangu uhuru. Kwa hiyo kupata maji yale kumetufungua na kumetusaidia sana. Leo tayari mradi ule umeanza, watu wa Nanja, mabomba tayari yamesambazwa pale Nanja na Sepeko tayari maji yamesambazwa. Tunavuta maji kutokea pale Ngorbob kwenye tenki lile kubwa, tunakwenda kwenye tenki la maji la Nanja, lakini ambalo linasambaza kwenda kwenye vijiji vingine, lakini tuna mradi wa maji kutoka Makuyuni ambao unakuja vijiji vinne kwenda Losimongori, lakini tuna mradi wa maji unaotoka kule juu majengo kuja hapa Isilale Isimiti kwenye tanki kubwa ambalo nasambaza ultukai na vijiji vingine, lakini tuna maji tena ya bilioni tatu pointi moja ambayo yanaelekea kule Idonyo na Doo. Kwa hiyo kwa haraka haraka changamoto ya maji ambayo ndio ilikuwa ndiyo kelele na tatizo kubwa na sugu kwa Monduli yetu, mama Samia Suluhu Hassan amelitatua kwa kiasi kikubwa sana, tunamshukuru. Te, kwa majina naitwa Riziki Kishapu, mkazi wa kijiji cha Emarete, kitongoji cha Imorijo. Kwa kweli sisi tulikuwa na changamoto ya maji kwa miaka iliyopita, lakini kuanzia y mwaka jana tulikuwa kwenye raha sana. Kwa hivyo sasa, tunamuunga mbunge wetu mkono aendelee kutuletea miradi mingi, kwa sababu maji imetufanya sisi tuwe wapya tena, kwa sababu kipindi hicho ukija huku Imorijo hapa fai. Kwanza hakuna mama anayechangamka, lakini kwa sasa hivi tumeweza kufanya miradi zetu ndogondogo kama hivi sasa unavoona, kilimo. Sasa hivi tunachangamka kwenda kwenye kilimo, maana hautawaza tena maji. Kwa hivyo tunamshukuru mbunge wetu kwa sababu ametuvanyia vema. Kwa majina anaitwa Lazaro Sangwea Ngema. Huu mradi inatusaidia kwa kiasi kikubwa, hususan watu watu kutoka mbali kwenda kuchota maji ya madimbwi kule Joroi. Imetusaidia sana, yaani ni furaha kubwa. Tumefurahi sana, tumefurahi sana kwa kiasi kikubwa kwamba mheshimiwa ameweza kutusindulia mradi wetu na tunaendelea kufanya ushirikiano naye kwa, kwa kutunza huu mradi. Mimi namshukuru mbunge kwa sababu tangu aingie madarakani, kijiji cha Marete tumepata shule mpya ambaye imeanza darasa chekechea mpaka darasa la saba. Kwa na pili tumepata hiyo mradi wa maji kutoka uh, kule sehemu ya, ya Marete na hiyo mradi wa maji serikali ya imegharimu, wametoa wa milioni mia na wafadhili milioni mia moja arobaini kwa hiyo mradi nyingi, ambaye na sasa hivi tuna mradi ambaye tayani, ni tayari ambaye ni ya tengi lita elfu kumi ambayo wananchi sasa hivi waketuai, wanatumia ile maji.